Unajua kila mmoja ametokea na kwake, sasa ndio wakati wa kumshukuru Mungu, maana ukila lazima ushukuru. Nyanyo mikono yako juu, sema na Bwana, mwambie kitu, mwambie Mungu na kushukuru, ende na kumshukuru Mungu. Tamka kwa sauti yako mwenyewe, maana aliye kubariki ni Mungu peke yake, wala si mwanadamu. Yeye peke yake ndiye anachilia baraka Unajua ni baraka gani ambacho unachokitaja mbele za Bwana? Yamkini ni baraka ya uponyaji, upofu, yamkini baraka ya upatanisho, yamkini baraka ya uokovu, yamkini ni baraka kuinuliwa katika viwango wewe mwenyewe unajua. Mwambie Mungu kitu, mwambie Baba, nakushukuru. Baba ninasema, Mungu ninasema asante Mungu mwaminifu. Ninasema asante kwa ajili ya upendo wako Bwana. Asante Mungu wa rehema maana umeinua watu wako katika viwango. Asante Mungu wa asante Mungu wa milele kwa kwa kutuokoa na kuweka huru. Asante Mungu wa rehema kwa ajili ya waimbaji wako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Mungu anetwanololako Bwana. Asante Mungu wa rehema, Baba mtakatifu, Mungu wa Kristo, maana neno lako ni uzima. Tunarudisha heshima na utukufu niza kwa Mungu wa milele. Asante Mungu taala kwa moja moja Bwana. Baba ni wakati mwingine ambao tunaelekea manyumbaya